Bibi yangu sio kwa chafya hizo unapiga chafya kali kweli yani? Au nikupatie maji, nikuletee dawa ya mafua hapa kidogo utumie? Hapana binti yangu, ukiona nimepiga chafya basi ujue dalili mbaya imekuja. Dalili mbaya inakuja? Unamaanisha nini kusema hivyo bibi yangu? Yaani kuna watu wametumwa waje niloge. Kuna wachawi wako nje ya pahali, wametumwa kuja kwangu, kwa bibi Nyamizi, waje kuniloga. Ninaweza nikawahisi kwa hisia za kichawi. Wachawi? sijawahi kuona wachawi mimi kwenye maisha yangu, sijawahi kuona, labda leo itakuwa mara ya kwanza. Binti yangu, kuna mambo mengine ya kichawi huwezi ukayatambua mpaka uwe na jicho la tatu. Unazidi kunichanganya tu, jicho la tatu? jicho la tatu ndio jicho? jicho gani tena hilo bibi? Binadamu ana macho mawili, jicho la tatu ndio lipi tena hilo bibi? Sawa, so, nzuri sana. Yani jicho la tatu ni jicho la utambuzi. Ukiwa na jicho la tatu, unaweza kuwaona wachawi wa aina yoyote, hata kama wamejificha humu ndani. kwa hiyo Usiulize maswali mengi. Nitakueleza baada ya kazi. Naomba ukaniletee chungu. Chungu gani sababu nikuletee? Maana kuna vyungu vya aina mbili. Kuna kile cha brown ambacho tunapikia maharage na kuna kile cheusi. Nikuletee kipi? Achana hivyo vyungu unavyotumia kupikia. Si chungu cha brown, si cheusi. Nenda chini ya uvungu wangu, utakutana na chungu chekundu. Leta chungu chekundu hapa. Nataka nimtambue huyo aliyewatuma kuja ali kuniloga mimi ni nani? Nataka niwaoneshe kazi. Tumefanikiwa kuingia ndani salama, lakini tulikuja watatu mzee Msegena. Iko wapi ndevi mbili? Mbona tuko wawili tu hapa? Yani mimi mwenyewe ndo swali najiuliza, hiyo inawezekana vipi? Tumeweza kupotea tukiwa watatu, lakini cha kushangaza, kwenye hali ya kutanisha tunajikuta humu ndani tukiwa wawili. Tusiri kwa siri ndo tumeingia kwenye mtego, tukawa chambo sisi. Tuwe makini sana. Mimi huyo bibi na wasiwasi, ni mchawi mno huyu. Kwani kitu kwa gani kimekupata? Mbona hivyo tena? A, leo ni leo, haiwezekani. Kila siku makalunde au ananikwepa tu, haiwezekani. ni nikiangalia na biashara yake hii ya mgahawa, anafaa kabisa kujiunga chama chetu, kila siku kwa mgawani tu. Mimi nataka leo hajiunge na chama chetu, mm. Nitatumia mbinu yoyote ile kumshawishi. No, ikishindikana e, nitatumia hata plan B. <laughs> Hey, shuga yangu yani. Hey, hatujaonana muda mrefu kweli. Hey, wewe sio kunisusa hivyo, shuga yangu, sio vizuri. Wewe kila siku nanipita tu hata kuja kunisalimia, jamani. Hey, shuga yangu, ubize tu lakini mwenyee nimekumisi ni jamani, ndio maana nikasema leo ngoja nipite kwenye kamgawa kaka kwa kanije nikuangalie. E, shoga yangu. Ao najua leo na mapya, najua huwezi kaniacha mtupu. Shoga yangu moto kwa leo ao. Jamani, haya ndo mambo nayapenda. Ngoja nikumiminie chai basi, shoga yangu. God have mercy upon us. <laughs> Hey, shoga yangu samahani. Ngoja nikuache kidogo. Acha kwanza nende kahudumia wateja wawili, alafu nitarudi tuendelee na story, sawa? Bila shaka shoga yangu. Hapa mjini tutatafuta sasampa tu ndugu yangu. Bila sasampa mambo hayaendi. Wewe nenda kahudumie, ukimaliza njoo tupige story. Na kitu cha muhimu sana cha kukwambia leo. Pole shoga yangu. Nakuweka sana eh lakini usi, usijali manake hii mida ndo wateja wangu wanakuwa wengi. Eh, kuna mtu mwingine anakuja tena, huyo baba na mtoto. Ngoja basi nikawai, alafu narudi mara moja. Yeah! Ehe, shoga yangu tuweze kupiga stori sasa hivi manake wateja wangu naona sasa hivi wamepungua. Ehe, niambie shoga, ulikuja na kitu gani ukidawa manake? Eh, najua una ubuyu wa moto. Ah, shoga wacha tu yani, hata sijaanza kuambia wapi lakini sikia hivi unaona jinsi ninavyo nawili jinsi yes, wa kike jinsi ninavyokuwa niko na kishinachi nanukia, umeniona? Pesa rafiki yangu, pesa unatoa wapi? Shoga yangu amka! Yani, ukitaka maendeleo siku hizi lazima ujitoe, tena lazima ujitoe kikamilifu kabisa. Yani e, mimi navyokuambia hivi, kuna mambo ambayo ukiendelea kuyaendekeza unaweza ukajikuta uko maskini maisha yako yote. Nakwambia shoga yangu na kweli shoga yangu, yasema na ukweli wake, manake hata mimi mwenyewe nikiangalia biashara yangu hii ya mgahawa, natamani sana niweze kufanikiwa, niweze kuwa na eneo kubwa, lakini sasa sijui naanzaje, si natoa na, na wapi mtaji? Manake hela yenyewe hii si najua hata nipataga ni hela kwenye kikoba tu. Shoga yangu, niambie siri ya mafanikio ni nini? Sasa sikia, nikupe mchongo shoga yangu, kama ukitaka kufanikiwa Uwe unavaa vitu una na kishikashika kama mimi hivi navopendeza navo uwe napesa, mimi God, na pesa maanake mimi sasa hivi na pesa shoga yangu. Na uwe na mafanikio mengine makubwa, inabidi ujiunge <laughs> na chama chetu cha nguvu ya pesa na jicho la tatu. Uko tayari shoga yangu? Ah, mm, shoga yangu, nguvu ya pesa na jicho la tatu, iko ndo chama gani? Mbona siwe kujisikia jamani? Kwani shoga yangu, nikuulize swani. Hautaki mgawa wako uweze kuwa mkubwa na uweze kuvutia wateja wengi hapa, hasa shoga yangu, nani asitaka biashara yake ikue? Mimi mwenyewe nataka biashara yangu ikue kwa namna yoyote ile. Wewe niambie tu, hiyo nguvu ya pesa na jichwa watatu unajiungaunga vipi? Safi sana, ndio maana shoga yangu nakupenda, yani ni mtu ambaye una uthubutu, hata kipindi kile ulivyokuwa unataka ulivyokuja kunifuata, nataka kufungua huu mgahawa huu. Inaonyesha udhubutu, na mimi nimefurahi sana wewe kwenda kujiunga kwenye chama chetu, kwa sababu mimi nitakuelekeza vitu vingi sana. Kwa hiyo usijali shoga yangu, ukitaka hivi vitu vyote uvifahamu, ukifunga leo jioni, naomba uje nyumbani kwangu. Nitakuelekeza kila kitu, jinsi ya kujiunga na nguvu ya pesa na jicho la tatu, na utakuwa tajiri mkubwa kabisa. Habari yake. Enu lazima nifanye mpango huyu nesi afukuzwe kabisa. Sitaki nimuone yule. Maana yule ndiye aliyeniona kule store nikitokea. Hapa cha kufanya sasa. Niende kwa daktari mkuu, niende nikamweleze kwamba huyu mgonjwa hali yake ni mbaya, nimezidi kumuongezea dozi tu hapa. Nimemdunga masindano ya kutosha. Yeye kampa sindano moja, mimi nimeongeza sindano tatu. Sasa hapa nitaenda kumhamishia huyu mzigo wa lawama wote, nitaenda kumpa yule nesi, nesi wa zamu. Hajifanya nikimbelembele sana yule nesi? hali ya wagonjwa inaendeleaje? Maana kuna wewe mmoja ambaye nilimuona ulimpeleka uli chumba cha emergency. kidogo hali yake ilikuwa sio nzuri. Vipi, anaendeleaje? Ah, yule mgonjwa aliyekuja hapa ameletwa na ajali ya bodaboda, kidogo hali yake ilikuwa mbaya, lakini nimejitahidi kwa kwa uwezo wangu kuweza kumpatia huduma ya kwanza, nimemchoma na diclofenac injection, anaendelea anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri kwa kweli, unafanya kazi nzuri sana kwa kweli, mimi kazi yako inanibariki sana yaani wagonjwa wengi ambao wanatoka hapa hospitali wanapata relief kwa sababu unawapatia huduma ambayo ni bora, huduma ambayo iko makini sana kwa kweli. Nikupongeze kwa hilo, lakini daktari, kuna hali ambayo kidogo inanitatanisha. Hayo inakutanisha? Hebu ngoja kwanza e, karibu ingia ingia ingia. Ndio daktari mkuu, kuna ugeni umeingia katika hospitali yetu. Kwa kweli mimi unanishangaza, yule mama sijawahi kumuona sehemu yoyote ile, lakini yeye anadai kwamba ni daktari mpya kutoka Muhimbili. Daktari mpya kutoka Mwimbili? Daktari gani tena huyo? Mbona sijapata skejo yote ya madaktari wanaotoka kwenye mahospitali makubwa kama hayo kuja kwenye hospitali yetu hii? Wewe ni nani? Unagonga mlango kwa fujo hivyo eh? Kwani daktari kwa kuingilia maongezi yenu, lakini hali ya mgonjwa inaendelea kuwa mbaya na sijui kuwa mbaya kabisa. Sijui huyu nesi amemchoma sindano gani. Wewe ngoja kwanza. Wewe ni nani? Manake sura ni ngeni katika taasisi yetu. Sijawahi kuiona hii sura kabisa. Huu muda sio kwanza kuulizana wewe ni nani au umetoka wapi. Kwa kweli hali ya mgonjwa sio nzuri. Mimi nimefika hapa ili tuweze kujua namna gani tunaweza kumsaidia huyu mgonjwa aweze kurudi kwenye hali yake ya sawa. Manake huyu da, huyu nesi wako huyu amemchoma sisi sindano gani? Ana hali mbaya kabisa. Eti nesi, umefanya kosa gani tena kumchoma mgonjwa dawa ambayo haikutakiwa kumchoma? Imekuwaaje tena? Jamani, mi mimi mwenyewe mbona sitambui. Sijamchoma sindano ambayo hataki kuchomwa. Mimi nilimchoma dicofenac injection, sindano ambayo ilikuwa inamtuliza maumivu na homa, na joto lake likuwa limepanda sana. Sasa sijui huyu daktari anasema kwamba iti sijui nimemchoma sindano gani. Mimi mbona sijamchoma sindano tofauti na hiyo? Hata oh, haya jamani. Yani wewe mwanamke hata roho ya huruma hauna. Umemdunga mkaka wa watu msindano ambao hata hukuhitajika kabisa. Ah, lazima kunichanganya tu, ya nimezidi kunivuruka akili yangu. Huu sio muda wa kupoteza, kwanza kuuliza kwamba wewe ni nani, si unatoka wapi, si daktari gani. Huu muda sio wakati wake. Sasa ikifika wakati nitaelezea mimi ni nani, lakini kwa sasa hivi inabidi twende twetu kwa wai, kwenda kumpatia huduma huyu mgonjwa, maana hali yake inazidi kuwa mbaya tu. Tukiendelea kuchelewa hapa, tukiendelea kuulizana wewe si daktari kutoka wapi, haitasaidia chochote.